Namshukuru Mwenyezi Mungu Arahman Rahim, Mwenyezi Mungu ambaye ametakasika na upungufu wowote na udhaifu wowote, Mwenyezi Mungu ambaye hatuhitaji, si ndio? tunamhitaji Mwenyezi Mungu ambaye hana mshirika, Mwenyezi Mungu ambaye ni mkubwa lakini hatumuoni. Leo tunazungumzia mada ya utatu ambao ni Trinity. Naam, tutaangalia je, Qur'an inasema nini kuhusu utatu, na pia tutaangalia bibilia ama je kuna utatu? Sasa moja kwa moja tuingie katika kitabu, tuangalie je katika Biblia kuna nini kuhusu utatu na pia pia tuangalie kwa Qur'an. Qur'an nasema nini kuhusu utatu? Aya yetu tutaangalia, Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana nafsi tatu. Katika Biblia kwani Mwenyezi Mungu anasema kwa Isaya 45:5, Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Zaidi ya mimi hapana Mungu. Malaki 2:10 inasema, Je, sisi sote hatuna baba mmoja? Je Mungu mmoja hakutuumba sisi? Alafu tunakuja kuangalia sasa, tuangalie Yesu anamtaja Mungu kama mtu mwingine tofauti. Kwa hivyo hawako pamoja katika utatu. Angalia Yohana 17:3, na uzima wa milele ndio huu wa kuja kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Yohana 20:17 inasema, Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa bado kwenda kwa Baba lakini enda kwa ndugu zangu ukawaambie napaa kwenda kwa baba yangu na baba yenu na mungu wangu na mungu wenu. Mpaka hapo tunashuhudia bado hakuna utatu. Yesu anajitoa katika utatu, anasema Mungu ni baba yake. Tuangalie Timotheo wa kwanza mbili tano kwa maana, kwa maana Mungu ni mmoja, kwa maana Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu mwanadamu Kristo Yesu. Huo ndio mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu tuangalie, je, wanasema utatu. Katika utatu kuna Mungu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Je, Yesu akona sifa za uungu juu kama yeni? katika utatu akona sifa za uungu tuangalie Marko kumi na tatu ishirini na mbili walakin habari ya siku ile au saa ile hakuna ajuae wala malaika binguni wala mwana Ila Baba. Kwa hivyo Yesu mwenyewe haizi kuwa ni Mungu, kwani Mwenyezi Mungu anajua yote yaani e, Mwenyezi Mungu ni all knowing, na hapa ye, tunapata Yesu kuwa hajui aya. Tuangalie Luka mbili hamsini na mbili inasema naye Yesu alikuwa akizidi kuwa na hekma na kimo, yaani anakuwa ana hekma na kukua mkubwa akipendeza Mungu na wanadamu. So Yesu anapendeza Mungu na mwanadamu, so atakuwaje Mungu akipendeza Mungu? Haya, tuangalie Mathayo ishirini ishirini na tatu. Akasema kwao kunywa, mtakunywa katika kikombe changu, akasema kwao kunywa, mtakunywa katika kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na wa kushoto si langu kuwapa bali watapewa wale walioandaliwa na Baba yangu. Yesu anawaambia yeye kuwapea ufalme wa binguni sio kwake, lakini watapewa wale na Baba yake, ndio atawaandalia wale. Sasa tuangalie Yesu anakiri e, Baba ni mkuu kushinda yeye, angalia Yohana 14:28 mlisikia ya kwamba niliwaambia nakwenda zangu nami ninakuja tena kwenu. Kama mngalipenda mngalifurahi kwa kuwa nalikwenda kwa Baba, kwa maana baba ni mkuu kuliko mimi. Baba ni mkuu kuliko mimi. Yesu anasema baba ni mkuu kuliko yeye. Sasa angalia hapa, kuna ma, Matendo mbili, ishirini na mbili Matendo mbili, ishirini na mbili nasema, enyi wana wa Israeli sikilizeni maneno haya, Yesu wa Nazareti mtu aliyedhibitishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na maajabu na ishara, ambayo Mungu alizifanya kwa yeye kati yenu, kama ninyi wenye mnajua kama ninyi wenyewe mnajua. Tuangalie ma, tuangalie Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume tatu na tatu, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo Mungu wa baba zetu anamtukuza mtumishi wake Yesu, anamtukuza mtumishi wake Yesu ambaye nyinyi mlimtoa mkamkana mbele ya Pilato. Ati nani mtumishi wake? Nani? Yesu. Tuangalie, je huyo roho mtakatifu ambaye ni, ni moja kati ya wale wanasema ni utatu. Roho mtakatifu ni nafsi ya tatu, ama roho mtakatifu je, ni nini kamili? Warumi 15, 13 basi Mungu watumaini, na awajazie ninyi furaha yote na amani katika kuamini, ili wapate kuzidi sana katika tumaini kwa nguvu za roho mtakatifu. Hapo nguvu za roho mtakatifu, Mwenyezi Mungu ndiye anafanya hiyo. Tuangalie, je Qur'an inasemaje kuhusu utatu katika sura ya nne aya ni ya 171. Nasema, enyi watu wa kitabu msipindukie mipaka katika dini yenu wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo ya kweli. Masihi Isa bin Maryam, yani Jesus ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu, Mwenyezi Mungu aliyompelekea Mariamu na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine, basi mwaminini mwaminini basi, basi. Mwaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msiseme watatu. Jizuieni jizuieni na itikadi hiyo, jizuieni na itikadi hiyo itakuwa bora kwenu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ni mbali na utakatifu wake kuwa ana mwana. Ni vyake vyote vilivyomo binguni na vilivyomo ardhini, na Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa kutosha. Tuangalie sura ya tano, sabini na mbili bila shaka wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi Isa bin Maryam, na, na, hali, na hali ya kuwa Masihi alisema, enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mwenyezi Mungu mola wangu na mola wenu, kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu atamharamishia pepo na mahali pake patakuwa ni motoni, na madhalimu hawatakuwa na wasaidizi wa kuwasaidia siku ya kiyama. Tunaangalia sura ya 5:73 kwa hakika wale waliosema kwa hakika wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni mmoja kati ya wale waungu watatu, yeye ndiye watatu wao, hali hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja tu peke yake. Na kama hawataacha hayo wayasemayo, kwa yakini itawakamata wale wanaoendelea na ukafiri miongoni mwao adhabu iumizayo. Tuangalie sura ya tano, 116 inasema nakumbukeni, Mwenyezi Mungu atakaposema, Ewe Isa bin Maryam, je, wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu? Aseme Nabii Isa, wewe umetakasika na kuwa na mshirika, hainijuzi mimi kusema ambayo sio haki yangu kuyasema, kwa kuwa ni ya uongo. Kama ningalisema, bila shaka ungalijua. Unayajua yaliyomo nafsini mwangu, lakini mimi siyajui yaliyo nafsini mwako. Hakika wewe ndio ujuae mambo ya gaibu. Sikuwaambia lolote ila yale ulioniamrisha na kwamba mwabuduni Mwenyezi Mungu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, Mola mwa wangu na Mola wenu, na nilikuwa shahidi juu yao nilipokuwa nao, uliponikamilishia, ulipo ni muda wangu, wewe ukawa mchungaji juu yao, na wewe, na wewe, shahidi, na wewe shahidi juu ya kila kitu. Hakuna aya inayosema Mungu ni watatu. Hakuna mstari wowote katika Biblia unaosema Mungu ni mmoja katika nafsi tatu, Baba Mwana, Baba Mwana, Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna hutapata kama hiyo, lakini utapata aya ambayo ni Yohana Yohana wa kwanza tano saba ambayo watu wengi wanategemea watu wengi kabisa wanategemea kusema ati hiyo ndio aya ambayo inasema kuna utatu. Inasema kwa maana wako watatu washuhudiao binguni, Baba neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Hiyo ndio yenye watu wanatumia kusema ati utatu huko Tuangalie, je, hii e, aya imekuaje? Tuangalie historia ya hii aya, tunapata historia hii, verse hii, maandishi ya Kigiriki ya, ya karne ya, ya pili hadi karne ya kumi na tano haya, maneno haya maneno haya kuhusu Baba neno na Roho Mtakatifu hayakuwa hata mababu wa kanisa ya Origen, Cyprian, Tertullian waliopinga walio uzushi wa karne ya pili na ya tatu hawakuwahi kunukuu haya maneno. Aya hii haijanukuliwa. Unapata manuscript, unapata manuscript almost 8000 manuscript, 8000 ya Kigiriki ya Agano Jipya ya kale hayana sehemu hiyo, iliongezwa kwa njia ya maelezo ya pembeni, yani margin notes. Unajua margin notes ile yenye kuna aya hapa alafu hapa kuna eh, ile footnotes ile pale chini ama pale mwisho unapata kuna maji nota. Wakati wa kuandika, kuandika nakala ya mkono baadhi ya waandishi wa maandiko waliweka maelezo pembeni kueleza mfundisho ya kanisa, kueleza mafundisho ya kanisa yao. Baadaye ya waandishi wengine walidhani maelezo hayo ni sehemu ya maandiko halisi na wakaingiza kwenye maandishi ya Biblia yenyewe. Hii ndio chanzo cha hiyo specific verse. Hiyo verse inaitwa Comma Johannium. Tuangalie iliingiaje kwenye King James version, iliingiaje kwenye Biblia wakati wa wakati tafsiri ya King James version, Apple, 1611 1611, wakati wa tafsiri yake maandishi ya machache ya Kigiriki yanapatikana yalikuwa, yalikuwa ya wakati huo wa waandishi, waandishi ya maandiko hayo Erasmus. Erasmus Kigiriki baada ya shinikizo kutoka kwa kanisa la Katoliki, nakala mojawapo ya Kigiriki iliandikwa haraka kwa lengo ya kuingiza kifungu hicho na Erasmus aliazimika kukubali. Bibilia nyingi za kisasa hazina sehemu hiyo. Bibilia nyingi za kisasa hazina hiyo sehemu kama New, New International Version, NIV, aina Revised Standard Version pia, aina English Standard Version pia, zote hazina kifungu hicho. Bibilia ya Kiswahili ya SUV inasema, kwa maana wako watatu washuhudi yao, bila kutaja miungu, bila kutaja mbinguni bila kutaja mbinguni: Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Tunakuja kuona hiyo andiko sio, eh, sio andiko thabiti, linaweza tumika kueleza mambo ya utatu kwa hayo. Kama uko na swali hapo, kwa comment section. Tuendelea kujua na kufahamishana, eh, kuhusu ukweli. Na dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu.